Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa, ilianzia Mnazi Mmoja mm. na ndugu, na rafiki, na na mfanya hospitali, kazi wa hospitali e, aliniambia unajua kushona, nikaambia ndio, kaniambia njoo hapa kuna kazi okay. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi mm. ilikuwa ni Mnazi Mmoja waliposhirikisha mm. uongozi wa pale ndio wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Nimesahau, Kensa, lakini ni miaka mingi kidogo. Ehe. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale hmm. Nilipozirejesha hmm, wakaniandikia malipo lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo hmm. Wakaniandikia malipo yani, ukirejesha leo wanajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake hmm. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo hmm. Kila inapotokea wakiniita naenda. Na sasa hela ambayo